Idi yetu imetukusanya. Mafanikio ya kutukusanya idi sio kwamba tunapenda sisi wa Tanzania peke yetu. Kuna kitu muhimu ambacho kimejengeka katika nchi yetu, hichi ndio kimefanya tukusanyike uwanjani kuswali swala ya idi, nacho si kingine, ni amani na utulivu. Ziko nchi hazina idi, hazina Pasaka, hazina Kwaresima, hazina Ramadhani, hazina Krismas, hazina sherehe ya aina yoyote, kwa sababu nchi hizo amani imeondoka. Katika nchi hizo majirani zetu, baadhi ya nchi, ramadhani hii wameshindwa kuswali tarawih, kwa sababu amani imevurugika. Nitumia nafasi hii kuwahusia Watanzania tuienzi amani na hususan Waislamu, dini yenu ni dini ya amani. Dini yenu ni dini ya unyenyekevu, ndiyo maana ikaitwa alislam. Alislam maana yake ni amani, maana yake ni unyenyekevu. Ndiyo maana tukikutana, Mtume amesema mambada abisalam mambada abil kalam qabla salam fala tujibuhu. Ukikutana mtu akianza kukupiga maneno kabla ya kukuhakishia amani, mtu huyo usimjibu. Kwanza mwambie assalamu alaikum, amani hiyo juu yako. Tunajifunza kwamba amani ndiyo kila kitu. Furaha tulionayo, ziko baadhi ya nchi hazina, sisi watanzania tunayo. Tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Waislamu, nitumie nafasi hii Nyinyi Waislamu ni raia wa Tanzania, mna haki kama walionayo raia yoyote wa Tanzania. Hawezi kuingia kwenye mamlaka ya nchi kama hujaingia kwenye chama cha siasa. Msichague vyama, nendeni kwenye vyama mtachokiona kinafaa, chukueni fomu, ingieni kwenye uchaguzi Mgombee asibaki. Mwislamu akasema swala la uchaguzi sio letu. Sisi ni raia wa nchi hii, tuna haki ya kugombea, tuna haki ya kuchagua, tuna haki ya kuchaguliwa. Nendeni mkachukue fomu. Na kupitia mimbari hii siwahusii tu waislamu nawahusia hata wasiokuwa Waislamu, chukueni fomu kwa chama chochote. Lakini vyama hivyo, usia wangu nendeni, mkavipime. Sio kila king'aacho ni dhahabu. Nenda kapime, usiwaakili kuambiwa, viko vyama mwanzo kabisa hata hatujaingia mchezoni vimeanza kuonyesha viashiria vya, vya uvunjifu wa amani. Nitumie nafasi hii kutoa wito kwa viongozi wenzangu wa dini na watanzania wenye mapenzi mema, tukibaini chama chochote kina ishara ya kuvunja amani, chama hicho tukiambie hapana. Watanzania hawa wako zaidi ya milioni sitini lakini sio wote ambao wako ndani ya vyama vya siasa, wako watanzania hawajaamua kuwa na chama cha siasa, wana haki kuwa watanzania na ni watu wa nchi hii. Ikiwa mtataka nyinyi watu wa siasa, nyie ndio muamue mustakbali wa nchi hii peke yenu, jambo hilo halikubaliki. Vijana wa Kiislamu, vijana wa Kitanzania, natumia mimbari hii leo siku ya Eid kuwahusia kutunza amani ya nchi. Msikubali miili yenu kutayarishwa kwa ajili ya fujo. Tumeanza kusikia maneno, na haya lazima tuyakemee, kwamba tutaleta fujo, tutaleta uharibifu katika nchi, tutapasua pasua nchi kwa kutumia nguvu ya umma. Mtu anaposema hivi, maana yake anawaandaa watu watatoka barabarani wafanye maandamano, ndio tafsiri yake. Hakuna kuremba, tuambiane kweli. Hatuna mahali pengine pa kwenda ila Tanzania. Nchi zingine zimevurugika, nchi zingine mustakabali wao ni Tanzania. Tuna wajibu wa kuilinda Tanzania.